Damu yoyote ya watu wa Mungu huwa inaongea. Nje mtasema tumemtoa, tumemtoa. Hey, tumemtoa, ni bora angekuwepo hivo hivo, lakini akisha kufa damu inapiga kelele. Ukimwona mtu anapiga kelele akiwa hai, kelele yake wala sio unaweza kupuuza kelele zake, lakini huwezi kupuuza kelele ya mtu aliyekufa kwa ajili ya Mungu. Watu wa Mungu hawanyamazagi. Utaumiza idadi yoyote wa watu wema, hawanyamazi mkubwa. Hata wakifa, bado wanabaki wanaongea kwa kuwa uko uwezo wa Mungu juu ya maneno yao au la. Nasema hata nikifa kaburi langu litatangaza kuwa umeuza watu wa Mungu. People must understand this. Ni damu hatari, nitakuonyesha baadaye. Damu ya utumishi wa Mungu inakuja kuleta tetemeko la nchi. Mungu anapiga nchi nzima kwa ajili ya utumishi, sio shetani, not a devil. God himself ndio maana Mungu akaweka disclaimer: do not touch my anointed ones, do my prophets no harm, it's a disclaimer. do not ah, mbona nilifanya hili? Mbona nilifanya hili? Mbona nilifanya hili? Mbona bado tuko salama? I will show you. Biblia inasema kuna kipindi waliuawa watumishi wa Mungu. Alafu ile damu ikawa ina, ina, inataka hatia. Mungu akasema no, subiri waue wengine wao wengi. I will show you today. Maandika sema ile damu yao ikatapaka. Ikaanza kulia. Alafu ile damu ikawa inasema Mungu, hebu tulipizie kisasi. Mungu akamwambia, hapana, subiri niwe damu ya watu wengi. Kuna watumishi wengine pia nimewatega watu wawaguse ili damu iwe nyingi. Alafu nitaionyesha hiyo nchi. Nitakuonyesha baadaye. Mungu kila anasema, e, Bablo imeanguka. Unaokiandiko katika Ufunuo, Bablo imeanguka e, Bablo ni mkubwa aijalishi una ukubwa gani, aijalishi na cheo gani unaingia kwenye kugusa watu wa Mungu mpaka damu yao, anguko ni kubwa mno. Mtu yoyote anayedina damu ya watumishi, taifa lolote linadina damu ya watumishi, mtu yoyote mwenye mamlaka, anguko lake ni baya. You can do other mistakes, sogusa damu ya watu wa Mungu. So unaweza kuwa na na report, ah, mbona tulifanya vile, mbona tulimgusa yule, mbona mtumishi yule, mbona kiongozi wa kanisa yule tulimgusa, mbona yule tulimgusa, mbona yule tulimfanya vile, mbona yule tulimfanya vile, mbona shehe tulimdunga, mbona padri tulimdunga, mbona mchungaji tulimdunga, mbona yule mwinjilisi tulimkamata, mbona yule tulim, tulimfanya vile mbona, mbona tulimfanya vile. Biblia inasema anakusanya damu hiyo nyingi. Kwa nini? Kwa nini Mungu anasubiri? Kwa sababu ni mtego. Ndugu zangu, nataka niwatazarishe mpako mafuta wa Mungu au mtu wa Mungu, hata kama una sababu yoyote ya kutukana, jizuie usimtukane hata kama una sababu yote ya kumdhuru jizuie usimdhuru, kwa sababu hata kama anaonekana, inaweza kuwa inaonekana yuko kinyume na wewe, Mungu akikuacha ukamgusa, huwa ni mtego. Narudia, ukijisikia una hasira juu ya mtumishi wa Mungu ujue Mungu amekutega, sio shetani. Let me put in this way, ukijisikia una hasira yote juu ya mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Mungu, ukijisikia unataka kufanya jambo lote baya aliyekutega pale sio shetani ni Mungu. Na shetani usikie, nasikia shetani ali shetani aliniingia nikamtukana mtumishi Mungu amekutega. Sentensi ya kwanza. Ya pili, Mungu akichoka na mtu, ikifikia mahali Mungu akachoka na akataka akutandike, anakuinua uinuke kinyume na mtu, mtu wake. Mungu akitaka kuachia asira yake juu ya mtu au juu ya watu, ili asira yake iwe kubwa, anawaruhusu waguse watu wake. Narudia, Mungu akisema nataka kuadhibu mtu au Mungu akisema sasa muda wa kuadhibu nchi umefika, au Mungu akisema muda wa kuadhibu wafarume umefika, au muda wa kusema kumwadhibu mtu mbaya umefika. Njia rahisi ambayo Mungu anairuhusu ni kukupeleka wewe uende umguse mtumishi wake, kwa sababu kwa mjibu wa maandiko asira ya Mungu inawaka zaidi unapowagusa masihi wake. Ndio maana kuna kitu kinakupelekea unatukana watumishi, una comment, una unaandika ujinga, una mwingine unampa disumu, mwingine anaua, mwingine anamchoma kisu my dear. Ujue Mungu anatengeneza sasa muda wa kuachia asira yake ambapo unaiona so when unapoona unainuka kinyume na mtumishi my dear, that is a trap, don't fall in that trap. Unaweza kuwa na, na, na, na visingizo vyako. Oh, nafanya hivi kwa sababu hii, nafanya hivi kwa sababu hii, nafanya Nebukadnezar alikuwa anasema nafanya, nasema, nafanya vile kwa sababu nimeagizwa. Unaweza na wewe ukasema nafanya hivi kwa sababu nimeagizwa, be very very careful. Wakalia kwa sauti kuu wakisema e, Mola Mtakatifu mwenye kweli, hata lini kuto hukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi uh -huh. nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu na wamekufa nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache so wako mbele ya mungu mimi nilifikiri kwa sababu wako mbele ya mungu wanasema mungu wasamehe hawa wajua alichofanyaji bi nasema no, no, no, no, no, mungu wako na mungu nadhani ukuwa nyekutana na hilo andiko wako na mungu wamekufa waliuawa kwa ajili ya injili kwa sababu kusimamia ukweli, kwa sababu ya kusimamia haki ya neno la Mungu. Molipu, wawo, Mungu no no, no. Kuna watu wamebaki kule nchini, kuna watu bado wanakula mshahara, kuna watu bado wanatesa wanaenda baa, kuna watu bado wanatamba sana, kuna watu bado wanatisha. Mungu anasema nono, starehe kwanza, chukua nguo ndefu nyeupe, alafu starehe kidogo, kwa sababu bado muda mchache nitawafuta wale watu. So ndio Mungu anavyothamini watu wake. Unaweza kuona unawaona ni watu duni. Bibilia inasema walitangatanga, neno kutangatanga ionekana ni watu ambao hawana makao, inawezekana hawana kazi, hawana kipato kizuri, hawana cheo, lakini kwa kuwa ni watu wake, Biblia inasema Mungu anafuatiliaga hivi. Alafu Biblia inasema hakuruhusu mtu yoyote aone. Be very, very, very careful now